Mama, mimi ni mvuvi, mimi ni mvuvi na kuwa hapa sheria ya Mkokotoni Kaskazini yei. Mimi ni mwenyekiti wa wavuvi wa majuya, na majuya hayo serikali imesema ni haramu, na haramu hiyo kila siku hao hao serikali wanaosema kama majuya ni haramu wanakuja kukamata nyavu zetu na kutuahidi kwamba watatupa vitendea kazi vilivyokuwa halali na vitendea kazi hivyo vilivyokuwa halali nahisi kama wanavitoa, lakini samaki wakubwa wanakuwa wanavimeza. Sisi tunaendelea kuteketea kila siku, maisha yetu ni duni. Tukinunua nyavu hii waichukua, tukiwaomba tuletee vitendea kazi vilivyo halali wanatuandika majina. Mimi nimeshaandika majina takribani mara tano au mara kumi, wakija viongozi hawa watudanganya, wakija wale watudanganya, hatuletewi. Hivyo kilio chetu kama mimi mama, utakapokuja kuwa rais. Utusaidie wanyonge, na sisi wanyonge tusimezwe na kila siku kunyanyaswa na serikali, wakituma watu wao ikiwemo mazingira. Wakija wanatunyanyasa wanapagua samaki hao, ikesha hao hao wanachukua samaki wale, hawaturejeshei hao samaki. Basi kama ni haramu wangeturejeshea wenyewe, lakini wakishawachukua, kama tunavulia sehemu za ndani kwa Tumbatu wametukamata, hawachukui samaki hao na kuwapeleka eneo husika, wanachukua nyavu, hatuelewe walikozipeleka. Wanatuibia nyavu hivi tena Siku nyingine wanakuja kiharamu aswa, wanachukua zile nyavu kiharamu usiku, sisi tumelala na matajiri zetu, wanazichukua nyavu zile wanaondoka nazo kama wizi, na hatuelewi ni nani anayefanya mambo hayo ndani ya serikali hii. Hivyo tunakuomba mheshimiwa, ukiingia katika uraisi utakapochaguliwa, sisi wavuvi wa juya hujue utufanye nini? Maana sisi ni watu watu hao watu wa Kivunge, watu wa sheria ya Mkokotoni. Hatuna viwanda, kazi zetu sisi ndio kuvua baharini, na ikiwa bahari hiyo imekiwa matabaka, sisi tutaishije? Na sisi ni wanyonge. Unamkuta mtoto ana miaka kumi na sita tu, mzee wake hana cha kukila. Tunavua watu arobaini na tano chombo kimoja, na huwezi kumshusha mtu ukamwambia usishuke, wakati mzee wake amelala na njaa au mwanamke ametelekezwa hivyo tunakuomba serikali, mheshimiwa, ukija kuchaguliwa kuwa rais utusaidie, utuletee vitendea kazi vilivyo halali vinavyotakiwa. Sisi wavuvi wa juya tuko karibu mia mbili, hatuna kazi, hatujasoma, hatujui lolote. Mimi ni mama na watoto yatima nalea kwa kazi ya juya, na miaka karibu arobaini navua juya ndio nalea wanangu, nasomesha mpaka chuo kikuu. Leo tunanyang'anywa kila siku, unyanyasaji wa kijinsia. Tukija so, sokoni, tumenunua nyavu za, za matundu ya sindano pia. Tumekuja, mimi ndio muuzaji katika soko hili la Mkokotoni. Nikishafika hapa, amekuja viongozi wa serikali, walinifuata pale, kwa kuwa nyani kwa wakubwa. Tumebeba samaki wetu, tumwapeleka kule, baadhi ya ndoo tumeleta hapa, tumeuza. Ndio hivyo, tunaishi maisha yetu kimateso.